Habari za muda huu, ni wakati mwingine tena na wasa mwingine tena tunakutana katika mfululizo vipindi vinavyohusiana na teknolojia bwana. Leo nimekuletea kitu hiki hapa, faida na hasara za kutumia VPN kwenye simu yako. Bila shaka ushawahi kuziona VPN, au kama huzijui VPN huu ni mfano wa picha ambayo nimekuonyesha ya VPN. Vilevile nitakuonyesha kwa practically VPN zipoje. Aa, sasa nitakiwa tueleze faida na hasara za kutumia VPN, ila nakukumbusha kama wewe ndo mara ya kwanza kutazama video hii kwenye channel hii ya Shaya TV, angalia chini mwa video hii Aa, mwaks, au mwa screen hii ya simu yako au kioo cha simu yako, kuna neno limeandikwa subscribe. Hebu gusa ilo neno mara moja tu, alafu angalia kuna neno limeandikwa Notification all. Yani, juu kabisa ulivyogusa hiyo subscribe kuna alama ya kengele, hebu iguse nayo mara moja ee. Ukifanya hivyo, kwa kila elimu ambazo nitakuwa natoa kwenye channel hii ya Shayia TV utakuwa unazipata kwa haraka zaidi na mapema zaidi. Vilevile nakukumbusha like video hii kama utaipenda, ala. Vilevile, toa maoni yako hapo chini. Vilevile sambaza video hii kwa wengine na wenyewe waweze kujua faida na hasara za kutumia VPN kwenye simu zao. Aa, bila kupoteza taimu bila kupoteza taimu bila kupoteza muda, hebu tuende pamoja, tutajuaje hizo faida na hasara za kutumia VPN. Bwana, kuna faida za kutumia VPN na hasara. Hebu tuanze na faida sasa, maana yake chenye faida mara nyingi huwa kuna hasara, japokuwa hasara zinaweza zikawa chache kuliko faida. E bwana, VPN zina faida sana. Namba moja, ukiwa unatumia VPN, kitu cha kwanza huwa ni private network, maana yake ni mtandao wa siri sana. Maana yake unaweza ukao uko Tanzania ila ukao unaonekana uko Marekani e, kitu cha kwanza ambacho utafanya utawasha tu VPN kwanza VPN VPN nitakio uwe nayo maana yake utai download kupitia Play Store na nitakuonyesha, nitakio download kupitia, Play Store, na uh, -download kupitia Play Store, alafu baada ya hapo unatakiwa iwashe. ukishaiwasha ukiingia kuna browser tofauti tofauti browser tofauti tofauti hizo browser maana yake hizo browsers zitakuwa kama ni zile za private zitakuwa zinakufanya we uonekane haupo Tanzania, e, utaonekana kama uko labda Marekani, China au India. Utachagua tu location, maanake VPN huwa zina sehemu ya kuchagua location. Utaweka location labda Marekani au tunasema USA, United uh, States of America au huko India, maanake usionekana kama upo hapa Tanzania. Kuna bros ambazo hazijaruhusiwa hapa Tanzania kuzitumia naone. Yani, tunasema kuna mitandao ya siri e, wala ambao waga wanatumia mambo ya mtandao mtandaoni, bila shaka huwa anajua kuna browser mbalimbali ambazo hapa Tanzania haziruhusiwi. Sasa hizo browser au hizo website, kuna website ambazo inatakiwa utumie VPN ili uingie. Bila shaka mnazijua mna hizo VPN. E, na hizo browser ambazo hizo browser ambazo haziruhusi kuingia bila VPN, wachache wenu mnazijua. Unashangaa, unaingia kwenye website, unataka kudownload kitu kinagoma on. Kwa hiyo sasa inatakiwa uwashe VPN, nimegusanua hapo download VPN. Alafu baada ya hapo washe VPN. Hakuna website ambayo itakataa, lazima kwa kila website utaingia na utadownload kwa kila video e, bila shaka umeelewa hapo bwana. Namba moja ilikuwa ni kuingia kwenye browser ambazo au website ambazo huwa zinagoma bila kutumia VPN. Manake, VPN ni maanaake ni very private network. Maana yake ni mtandao wa siri ambao unakufanya uweze kuingia kwenye website ambazo ni za siri. Kama weo unatumia mambo yale ya Bitcoin, Forex, mambo ya hacking hacking yale e, kama unataka kuhaki kitu e, kuhaki website fulani unaweza ukatumia VPN bila shaka wala wa hacking hacking bila shaka mnanielewa. Na kama wewe ndo mara ya kwanza unasikiliza hivi, ndo unapata elimu hivyo, lazima utumie VPN ili uingie kwenye browser za siri au website za siri. Hii ilikuwa namba moja bwana. Namba mbili, namba mbili, VPN huwa inasaidia kuaccess free internet. Maana yake unaweza ukaingia mtandaoni bila kuweka bando kabisa la MB, au, e, au usiwe na GB kabisa au usiungao maanake kitu ambacho internet au kutumia mtandao DNS, DNS itakufanya uingie free kabisa mtandaoni bila kuweka vocha au bando. Bila shaka umenielewa eh? Sasa ngoja nikuonyeshe VPN, baadhi ya VPN. Wewe kama ni mgeni kabisa inatakiwa nikuonyeshe baadhi ya VPN ambazo huwa zinasaidia free internet, alafu vilevile VPN ambazo zinakufanya uwe private network yani, maana yake usionekana kama upo Tanzania. Ni zipi hizo? Ngoja kwanza tueleze hizo zilikuwa faida za VPN, hasara ya kutumia VPN. Nitakiwa tueleze kitu na faida kitu, faida zake na hasara bwana. Hasara ya kutumia VPN ni, ni hii hapa. Unapotumia VPN, unapowasha VPN mara kwa mara kwenye simu yako, simu yako inakuwa ina drain battery Maanake betri ya simu yako jinsi siku zinavyozidi kwenda lazima ife tu. Maana yake lazima ikose nguvu tu. Maana yake VPN inafanya betri inaisha chaji mara kwa mara. Kama we ushawahi kutumia VPN bila shaka usha prove hii yani, maana yake betri inaisha chaji fasta sana. Na jinsi siku zinavyozidi kwenda betri litaisha nguvu kabisa na betri inaweza likafa na unaweza ukaua simu kabisa. Hiyo ni hasara kutumia VPN. Lakini sasa ntakiwo, ili hiyo kitu isitokeze na isijitokeze kwenye simu yako, ntakiwa utafute VPN ambazo ni zile nzuri. Kuna VPN zingine za ovyo sana huwa zina dry betri, huwa zina haribu betri. Sasa VPN nzuri huwa haiharibu betri sana. Sasa hiyo ni hasara VPN bwana. Sasa ngoja nikuonyesha sasa, VPN zipo wapi, VPN zikoje. E, ni kitu cha kwanza utafanya tu hivi, utawasha data zako, utaingia Play Store, ndakiwa wa makini kunisikiliza vizuri. Kama hapa Play Store yangu iko hapa Fuata tu utaratibu kama jinsi mimi ninavyofanya inavyofanya, ili VPN zipoje, kama wewe ni mgeni kwenye mambo haya ya mtandao. Kisha ingia kama hivi, utaingia sehemu ya ku search, sehemu ya kutafuta S, ndio hivi search hapo au tafuta. So, andika andika kama mimi hivi VPN utatafuta yake VPN, uta, so, na mimi andika VPN free internet unlimited. Kwa maana yake VPN inaweza kukufanya uingie mtandaoni bure kabisa, na hizi huwa ni unlimited, zingine sio unlimited. Unaona eh, hizo hizi ni VPN, kuna hii secure VPN safa internet kama hapa, jinsi unavyoiona hii VPN ambayo yuko hapa juu imeandikwa secure. Unaziona hizo VPN nilizoonyeshia, hii VPN ya kwanza kabisa, hii inakufanya uingie mtandaoni una access mtandao unaweza ukaseti labda ujifanye huko Marekani ukaingia kwenye browser mbalimbali au kwenye website mbalimbali mbali ambazo haziruhusu kutumia hivi hivi bila VPN. Kuna browser nimeshakwambia, kuna kuna uh, website nyingi tu ambazo bila VPN uwezi ukadownload kitu. Naona hivi VPN ni nzuri, angalia imedownload na watu wangapi zaidi ya milioni mia moja unaweza ukadownload hii VPN ukawa unaitumia ukaingia kwenye browser ambazo haziruhusu hivi hivi bila kutumia VPN. Yeah, VPN hii ya chini hapo, ambayo inaitwa Bid Net VPN, hii inakufanya uweze kutumia free internet kwa mitandao mbalimbali hapa mbali, Tanzania Tigo, tunasema Yasi, Voda na mitandao mingine hii hapo chini inaitwa Amtunnel. Hii hapo chini maana yake hii inakufanya pia uingie mtandaoni bure. Kuna hii hapo inaitwa Thunder. Hii inakufanya uweze kuingia kwenye website mbalimbali mbali ambazo uwezi kutumia bila VPN. Hapa nilikuwa nakuonyesha tu VPN. VPN ziko nyingi bwana. Unaona? Zote hizi si turbo si nini, zote hizi zinakusaidia uweze kuingia kwenye browser mbalimbali mbali. Zote hizi hata hizi unaweza kuonyesha zingine zingine ambazo zinafanya free internet, na hizi pia ukishaziwasha tu unaingia kwenye browser yoyote, au unaingia kwenye website yoyote bila kipingamizi. Oh bwana eh? Bila shaka umeelimika eh? Sasa kama umeelimika na elimu hii, au umepata elimu hii na kama wewe ni mgeni kwenye chaneli hii na ndo mara ya kwanza umeweza kutazama video hii kwenye chaneli ya Shayia TV, na kukumbusha, usisahau kusubscribe chaneli hii. Ukisha subscribe chaneli hii utajifunza mambo mbalimbali mbali, na elimu mbalimbali zinazohusiana na teknolojia. Unaweza pia ukaangalia video mbalimbali mbali ambazo zimekupita, ukaya click hapo Shayia TV alafu ukaenda kwenye videos e, utaangalia all videos, utaangalia video zote ambazo nimeweka, ziko nyingi sana ambazo zinahusiana na teknolojia, so nyingi sana lakini ni zaidi ya ishirini. Unaweza ukaziangalia na ukapata elimu hiyo na ikakusaidia eh bwana e, usisahau kulike video hii eh? Alafu vilevile comment hapo chini, yaani toa maoni yako hapo chini. Vilevile vile, sambaza video hii na wengine waweze kuelimika na elimu hii ya faida na hasara za kutumia VPN. Asante sana na karibu sana, na kutakia siku njema.